Musa alikuwa kijana wa miaka 24, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho katika chuo kikuu cha Bukima. Alijulikana kwa akili zake, lakini usiku alikuwa na siri nzito. Kwa miaka miwili, kila saa saba usiku hupatwa na ndoto moja ile ile, unazikwa akiwa hai lakini haupiganii kutoka, unakubali, kama kwamba hukustahili kuishi. Alipoanza kueleza kwa wenzake, walimcheka. Mmoja alisema, pengine unahitaji kulala mapema zaidi. Usiku huo akiwa kwenye daladala kutoka chuoni, alimkalia karibu mzee asiyejulikana. Bila kumwangalia, mzee huyo alitamka, Musa, usilale kabla ya saa saba leo, usifanye makosa. Musa alishtuka, hakumwambia jina lake. Sehemu ya pili: usingizi wa mwisho. Usiku ulipofika, mvua ikaanza kunyesha kimya. Musa alikumbuka maneno ya mzee huyo, lakini aliichukulia poa. Saa sita na dakika hamsini alilala ndani ya dakika tano. Aliamka akiwa ndani ya kaburi. Udongo juu yake haukuwa mzito, lakini ulikuwa baridi kama barafu mvua ilikuwa inavuja juu ya kaburi lakini hakuona mvua. Alisikia tu kelele ya sauti ikimwita, umekuja kwa wakati, sisi tuliokuwa tukikusubiri. Akatizama kushoto, kulikuwa na mtoto mdogo bila macho, kulia msichana aliyekuwa na tabasamu lenye damu, na mbele kaburi limeandikwa jina lake Musa Elaya alilala mapema. Sehemu ya tatu: waliokuwa hai waliokufa. Alipotaka kupiga kelele, midomo yake haikutikisika. Kila mtu aliyeonekana kaburini pale alikuwa mtu aliyewahi kumwonea, kumchukiza au kumbagua. Wote waliungana na kumwambia, hukuwahi kutamka pole, hukuwahi kusema samahani hukuwahi kushukuru. Umejileta mwenyewe hapa. Wakati huo, dunia ya kweli ilikuwa kimya, lakini roho yake ilizidi kusukumwa ndani zaidi. Aliona kioo mbele yake kikimwonyesha akikimbia maisha, akikimbia maombi, akikimbia upendo wa kweli. Sauti moja ikasema, tuliomba kukuokoa, lakini ulilala kabla ya kuomba, na sasa usingizi wako ni wa milele. Sehemu ya nne: majuto ya mwisho. Musa alilia kwa machozi yasiyotoka, alianza kuomba msamaha lakini hakuna aliyesikia. Ila mzee mmoja alitokea upande wa pili wa kaburi, akiwa na taa ndogo ya mshumaa. Kila mtu hupewa onyo, lakini wachache huamka kabla ya saa saba. Sasa inabidi ujifunza ndani ya kaburi, hadi sauti yako iweze kuvuka mipaka. Kwa mara ya kwanza, Musa alitamka kwa sauti, nirudishe na nitaomba, nitaishi tofauti. Mzee akasema, kumbuka maneno haya, aliyepitia kaburi akiwa hai hawezi kulala kama zamani. Sehemu ya tano: kurejea kwa gharama. Musa aliamka kitandani kwake, jasho limejichuruza mwili mzima. Saa ilikuwa saa saba na dakika nne. Kumbe hakuwa lalala muda mrefu, lakini sauti bado ilikuwa kichwani. Mara nyingine kaburi hakukupi nafasi ya pili. Tangu siku hiyo hakulala kabla ya saa saba, alianza kuomba kila usiku, alianza kuwaomba msamaha aliyowahi kuumiza na kila usiku wa tarehe aliyoonyiwa alikuwa anaona kivuli cha kaburi lake kikiwa wazi kama kikimsubiri tena. Mwishoni alikuwa anakutana na mzee huyo kila wakati alipokuwa anaenda msikitini. Mzee alimwambia una vila ake je, anapita unaweza kujiuza kaburi, na Musa alijibu, kuanzia leo siona tena mahali pengine yote yale aliyafanya na sasa Musa alikuwa anaomba kwa vita ya roho. Hiyo ndiyo sehemu ya duniani iliyobaki. Mwisho wa video. Je, umewahi kupata ndoto inayoonekana ya kweli kuliko uhalisia? Je, unalala ukiwa umetubu? Acha komenti yako naandika, kaburi liliniona, kama ulisikiliza hadi mwisho.